Bana, mahakama ya wilaya ya Kigoma imemhukumu kifungo cha miaka 30 jela kijana Hasan Sudi mwenye umri wa miaka 24, mkazi wa mtaa wa Simba e, boda boda huyo mua e, kwa kosa la kumbaka mtoto wake wa kumzaa mwenye umri wa miaka nane. Bana, tukio hili la kusikitisha lilotokea mnamo Novemba 13, mwaka 2024 e, bana, katika mtaa wa Msimba ambapo mshtakiwa, ambaye ni mu mwendesha bodaboda maarufu wa eneo hilo alitenda kosa hilo la kikatili dhidi ya mtoto wake wa kumzaa. Akitoa hukumu hiyo, Mheshimiwa Hakimu Kahungu alisema, alisema kuwa ushahidi uliowasilishwa kwa upande wa mashtaka ulithibitisha mahakama bila e, shaka kwamba mshtakiwa alihusika na kitendo hicho. Mahakama ilielezea kuwa mshtakiwa alitumia nafasi yake kama mlezi kumdhuru e, mtoto huyo, jambo ambalo ni kinyume na maadili na kibinadamu e, lakini pia kisheria. So katika hukumu hiyo ambayo iliweza kutoka, Mheshimiwa Kahungu alisisitiza ya kuwa adhabu hiyo iwe fundisho kwa wazazi, lakini pia walezi wanaojaribu kutumia mamlaka yao vibaya dhidi ya watoto ambao wanawalea. So kumekuwa kuna baadhi ya watu wengi sana wakiendelea kuponda, lakini pia wakiendelea kukemea vikali tukio hilo ambalo limezidi kutokea, na baadhi ya watu wengi sana kuleta eh, mambo mengi sana kuendelea kucomment kwenye baadhi ya platform tofauti, ambapo taarifa hii imeweza kutolewa kakw kama mdau wa Sawasawa Digital uko na mtazamo gani now? Make sure tukomba drop comment yako kwenye onja comment hapo. Until next time, bye bye.